Mbio hizi ni kwa ajili ya kufanikisha uchangiaji wa fedha ambazo zinakwenda kujenga shule ya wavulana ambayo itajengwa hapa jijini Dodoma. Mbio hizi ambazo zina watu zaidi ya watu elfu mbili na mia tano mpaka elfu tatu za mwaka huu zimepata mafanikio makubwa kwa sababu ya ushiriki wenu kama wahenga walivyosema, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kamati yetu inaongozwa na Mheshimiwa Sanga imefanya kazi kubwa sana ya maandalizi haya ambayo leo tunaona, pia hata mchango wenu kwa malengo kusudiwa, tumeanza kuona mafanikio ya kijitokeza. Kubwa zaidi ni kujitoa kwenu, lakini pia mchango wenu ambao unakwenda kuongeza maslahi ya vijana wetu hapa nchini kwa kuwajengea shule ya wavulana . Mbio hii za mwaka huu zina kauli mbiu inasema, shiriki michezo kwa maendeleo ya taifa letu. Kauli mbiu hii imebeba uhalisia wa dhamira kuu ya mbio hii za mwaka huu, kama ambavyo nimesema, zinakwenda kujenga shule. Tulilenga kukusanya fedha kiasi cha shilingi bilioni tatu ambazo zote zitakwenda kujenga shule maalum ya sekondari ya wavulana ya kidato cha tano na cha sita itakayojengwa kwenye eneo la Kikombo hapa jijini Dodoma, karibu kidogo na shule hiyo ya wasichana iliyojengwa na bunge letu hili hili kwa ajili ya wanawake ambayo imekamilika mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo kupitia mbio hizi tunaamini jamii kwa kuliunga mkono bunge, malengo haya yatafikiwa na kwa mchango wenu inakwenda kuleta maendeleo kwenye sekta ya elimu. Sambamba na jitihada hizi, Serikali imeendelea kukamilisha ujenzi wa sekondari za wasichana maalum zilizojengwa katika kila mkoa kwa thamani ya bilioni mia moja kumi na sita, na Mheshimiwa Rais ameendelea kuzifungua shule hizi na kutengeneza fursa ya wasichana kusoma kwenye shule hizi ambazo zimeanza kusajili vijana wetu, lakini pia shule hizi zinakwenda kuimarisha mkakati wetu wa kufundisha TEHAMA kwenye maeneo yetu, na sasa baadhi ya shule zitakuwa za amali ili kuweza kutoa ujuzi stahiki kwa vijana wenye uhitaji, ili ziweze kuwasaidia baada kumaliza ya kumaliza masomo yao. Serikali imeongeza bajeti ya elimu ya juu lakini pia na vyuo vya elimu ya kati ambayo pia yote haya yanalenga kuweza kuimarisha elimu hapa nchini. Hii ni marathoni nchi ya wananchi, kwa maana ya kwamba ni marathoni pekee ambayo inawakusanya wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka majimbo 264 ya nchi hii chi wanakuja kushiriki kama sehemu ya nchi yetu ya Tanzania. Pili, nitumie fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu wote ambao umeungana na sisi kwa kuwa yupo mgeni rasmi atakuja kuwataja kila mmoja wenu, asanteni sana sana kwa kutuunga mkono katika jambo letu hili, ambalo ninaenda sasa kwenye jambo la tatu ambalo limetufanya leo tukusanyike hapa. Nyinyi mmetuunga mkono kwenye ujenzi wa shule ya wavulana ya kidato cha tano na cha sita tunafanya hivyo kwa sababu tumeshajenga shule ya wasichana, na sisi kama Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatamani kuwa mfano mzuri, kwa sababu tumeshamjali mtoto wa kike. Shule yetu bora kabisa iko hapa Dodoma. Ndugu zangu, kwenye shule hii maana yake ni nini? Pamoja na kwamba leo, jambo la nne, tumekuja hapa kwa ajili ya kuimarisha afya zetu baadhi yetu hatukuja kwa ajili ya kushindana, lakini tumekuja kuimarisha afya. Na katika kuimarisha huku afya tunaungana na rai ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba Watanzania tufanye mazoezi. Bunge marathon la wakati huu limekuwa zuri kwa sababu tumeleta uh, wananchi kutoka jimboni kuja kukimbia huku na mbunge wao. Kwa mfano mimi nimeleta watu wanne ambao mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu wote wanatoka maeneo yetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahamasisha sana, kwanza michezo yenyewe, lakini pia tunakwenda kujenga shule ya wanaume au ya wavulana, ambayo itawasaidia pia wavulana, ambako mwaka miaka iliyopita tushajenga shule ya wanawake. Kwa hiyo naamini kwamba kwa, kwa jitihada hizi ambazo zimeanzishwa na spika mwenyewe, ni wazi kwamba watu wengi wamehamasika, kwa sababu tumeshawaambia wananchi, wamekuja huku na hata hawa walioshinda na mimi tena mwakani, tukiendelea namna hii, watakuja wengine wengi kwa sababu wameshirikishwa wananchi wote.